Ayo ya siasa tunaangazia mengine. Wanabodaboda katika kaunti ya Kirinyaga wamelalamikia ongezeko la visa vya wizi wa pikipiki eneo hilo wanazosema huenda vimechangiwa na biashara inayoendelezwa ya ununuzi na uuzaji wa pikipiki ambazo tayari zimetumika. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha wanabodaboda eneo la Kutus, Patrick Waweru, kuna baadhi ya wanabiashara wanaendesha biashara ya uuzaji wa sehemu za pikipiki ambazo hutoka kwa pikipiki zilizoibiwa, akizitaka vitengo vya usalama kujitahidi kukabiliana na biashara hizo haramu. Sebastian Maria anatuarifu. Wanabodaboda katika mji wa Kutus, kaunti ya Kirinyaga, wameghadhabishwa na ongezeko la wizi wa pikipiki, hasa nyakati za usiku. yeah, Mwenyekiti wa bodaboda Kutus Patrick Waweru amebainisha kuwa maduka mengi ya sehemu za pikipiki au spare parts yamenaswa awali na sehemu za pikipiki zilizoibwa wakati wa operesheni za polisi. Uchunguzi ukithibitisha kuwa vipuri hivyo vilitokana na pikipiki zilizoripotiwa kuibwa. Wizi ya pikipiki second imekuwa mingi na ino, inaonekana ni kama ni kitu ina trend. Iko soko mahali inapelekwa pikipiki hizi. Tena hao watu wanauza, wanatengeneza pikipiki na wameweka nduka za spare part. Kama pia wana usika na ununuzi wa pikipiki second hand, njoo wako na makanika hapo nje, mtu labda ataingia hapo akunje na kitu akuwekee na bei rahisi. Njoo maisha nayo ni mbaya, mboga sasa hivi mia mbili na kitu. Utaopti kununua pikipiki second, utapewa rogo mbuku ya liba lori, na wewe utaenda kusema haya wacha tupambane na polisi. Kwa hivyo ndio unaona ununuzi wa pikipiki second hand ndio inachangia sana sana pikipiki kuibiwa. What I can say is that wenye wanatufanyia hiyo mambo yote they are within us ni mmoja we, we, wetu tu wenye tuna communicate na wenye tunakuanga na wao. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Kirinyaga Nelson Taiti alisisitizia dhamira ya polisi kuboresha usalama, kuwahimiza waendeshaji kuripoti visa vya wizi mara moja, na kuwataka wanabodaboda kujiunga na vikundi vilivyosajiliwa pamoja na kuhakikisha wana vyeti vyote muhimu kwa kurahisisha utaratibu wa usalama, kuchambua waendeshaji halali. Lengo yetu ni kuhakikisha ya kwamba pikipiki isipotee na hii inatakana to share information. Kitu ya kwanza, pikipiki yako ikipotea, piga report. Tutahakikisha ya kwamba tupate hii pikipiki mahali imepatikana, na nimeeleza maosi yesu kwa sababu hapa e, inakutana katikati, wasi report kwa station moja, huyu hosiesi aambie atukwenda report mahali fulani, aandike report, achukua hatua apeleke hii hatua kwa ile mwingine, hatua ile amechukua. Watu waingie kwa chama ndio tujuane vizuri, sababu hao watu hawataki kujiunga na chama, hawataki kujulikana, acha tujuane ndio tupunguze wizi. Kamanda huyo pia aliwaonya waendeshaji dhidi ya kujihusisha na matumizi au usafirishaji wa dawa za kulevya, kuimarisha usalama wao barabarani na kudumisha nidhamu msimu huu wa sikukuu unavyokaribia. Potamu nafanya kazi mzuri na tunapenda tushirikiana kwa mambo ya security, kwa sababu nyinyi muko inje usiku yote na mchana yote. Fanye kazi pamoja, hii krismas tukule vizuri. E, e, pikipiki zetu zisipotee na drugs. Ningependa pia kuongea mambo ya drugs, tunjungana na mambo ya drugs, tusiharibu watoto wetu. Sebastian Maria, Undugu TV.